Jukumu letu sisi JKCI. Kwa majina anaitwa Alex Joseph, daktari bingwa ya upasuaji wa moyo, mishipa ya damu na kifua uh, kwa watu wazima uh, katika Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Napenda kuchukua nafasi hii leo kutangazia umma na madaktari wote waliopo Dar es Salaam na nje da ya Dar es Salaam kwamba Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete tunatarajia kufanya kambi maalum ya upasuaji wa moyo ya mishipa ya damu ya moyo iliyoziba, kitaaluma inaitwa coronary artery disease, na kitaaluma hiyo operation inaitwa coronary artery bypass surgery, kuanzia tarehe kumi na tano mpaka tarehe ishirini mwezi wa kumi na mbili hapa hapa Jakaya Kikwete, shirikiana na madaktari bingwa kutoka Mumbai, India. Kwa hiyo nipende kuchukua nafasi hii kuambia madaktari bingwa Physicians, cardiologists, na madaktari mbalimbali ambao wanakutana na wagonjwa wenye matatizo haya kwa hapa Dar es Salaam, hospitali za rufaa, hospitali za mikoa, hospitali za kanda waweze kuarifa wagonjwa hawa kuja Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete kwa ajili ya kuwafanyia uchunguzi na ku, eh, na kuona yupi ambaye anastahili kufanya operation hii tuweze kumwandaa kwa ajili ya hiyo operation. Tunatarajia kufanya operation takriban tatu kwa siku kwa muda wa siku 5 tarehe 15 mpaka tunategemea kufanya operesheni kama 15. Kwa hiyo tunaomba, tunaomba eh, baada ya tangazo hili basi muweze kuifaa wagonjwa wao wenye uhitaji wa haya matatizo ya moyo wako.